Karibu katika Smax Films. Alioa mwanamke mkubwa kwa ajili ya pesa zake, kisha hili likamtokea. Kunle alijikuta kiamka asubuhi inayofuata akiwa na hali ya kutojielewa kabisa, lakini pia na mkanganyiko. Unaodumu mzito wa mitihani ya mara mbili ulimwacha akiwa amechoka na pia akiwa na hamu ya kujua vitu vingi zaidi. Alijikuta akiona kama kuna zaidi ya changamoto zake kuliko alivyoweza kuona. Lengo lake halisi lilikuwa ni nini? Kwa nini alikuwa akimshinikiza sana? Alipokuwa akielekea kwa jumba la madam Wabini, jua la asubuhi lilitanda mwangazo wa dhahabu juu ya kijiji. Kuna alijikuta akijikumbusha matukio ya siku chache zilizopita, akijaribu kuelewa yote. Alipofika, mama Tia alikuwa akimgojea mlangoni, uso wake ulionekana kuwa mwepesi kuliko kawaida. Kuna alisema kwa sauti ya chini, Madam Wabini ana jambo muhimu la kujadili na wewe leo, jiandae. Kuna alitikisa kichwa chake, moyo wake ukipiga kwa haraka. Alipoingia katika chumba kikuu cha kukalia, madam Wabini alikuwa ameketi kando ya dirisha, akiwa na hali yake ya kifalme, lakini akiwa na sura ya kutafakari. Aliashiria kuwa alianza kuwa kwa sauti yake tulivu, lakini yenye nguvu, umefika mbali na umeonyesha sifa ambazo mimi haziwezi kuzikubali kwa urahisi katika watu, lakini kabla ya lazima nishiriki jambo na wewe. Kuna alijikaza akiwa na hamu ya kujua zaidi. Miaka mingi iliyopita, Madam Abeni nilikuwa kama wewe, nilikuwa na malengo, nilikuwa na azma ya kutaka kutoka kwenye umaskini. Nilikuwa tayari kufanya chochote ili kupanda juu hali yangu ya kiuchumi lakini katika juhudi yangu ya kutafuta utajiri nilifanya makosa makubwa sana makosa ambayo yaliniasiri sana kune alijikaza zaidi akiwa na hamu ya kuelewa zaidi A, alisikia sauti ya Madam Beni ikikufa kidogo kwa muda na aliona dalili za udhaifu kwenye macho yake poteza watu niliowajali, alikili. Niligeuka kuwa mtu niliyekuwa sifahamu kesho yangu, na sasa naona moto huo ndani yako. Njia hiyo, nimekuwa nikikujaribu kwa sababu nilitaka kuona kama unaweza kufanikiwa bila kupoteza nafsi yako kama nilivyofanya mimi. Kunle alishtuka, hakuwa akitegemea kutolewa kwa siri ya binafsi ya kutoka kwa Maadamu wa Bini. Maneno yake alimfanya shuku safari yake mwenyewe na kile alichokuwa anatafuta. Madamu Bini alijilaza kiti chake kwa nguvu, sauti yake ikiwa na umakini. Leo nina kazi nyingine kwako, lakini hii ni tofauti. Hii si kuhusu pesa au uaminifu, ni kuhusu imani. Uso wa Kunle ulikunjika. Unamaanisha nini madamu? Alimkabizi bahasha iliyofungwa kumuhuri. Kuna mwanamke katika kijiji cha jirani anaitwa Anti Kim. Yeye ni rafiki yangu wa karibu na nahitaji upereke hii kwake. Lakini fahamu hili, yeye ni mtu anayethamini ukweli zaidi kuliko kila kitu. Maneno yako na matendo yako yatakuwa na umuhimu zaidi kuliko unavyofikiri. Kunla alikubali bahasha akihisi uzito wa kazi hiyo. Hakuwauliza maswali zaidi, akijua kuwa Madam Bini atafichua zaidi ikiwa atataka. Safari ya kuelekea kijiji cha jirani ilikuwa ndefu sana, lakini akili ya Kunla ilikuwa inajiingiza kwenye mawazo mengi. Nani alikuwa Aunt Kim? na kwa nini kazi hii ilikuwa muhimu? Mandhari yalibadilika alipokuwa karibu na kijiji hicho mashamba ya mazao yalienea chini na jua na hali ya hewa ilikuwa imejaa harufu ya udongo mpya na maua. Alipofika nyumbani kwa Aunt Kim alikaribishwa na mwanamke mzee mwenye umri wa miaka hamsini na kitu. Uso wake uliojaa mikunjo wa ya umri, lakini macho yake yakimeta kwa akili na udadisi. Wewe ni Kunle? alisema kwa sauti yenye nguvu lakini ya upole Maadamu Abini aliniambia utakuja. Kunle alitikisa kichwa chake na kumkabidhi bahasha, wakati Atikim alifungua na kusoma yaliyomo. Uso wake ulijibadilisha, kwanza alishangaa, kisha hisia msetu ambazo Kunle hakuweza kuelewa. Umejaribiwa sivyo? aliuliza. Alikunja barua kwa umakini. Ndiyo mama, Kunle alijibu. Nimekuwa nikijitahidi kujiweka wazi kwa mada Mwabini. Antikimu alimtazama kwa muda na umejifunza nini mpaka sasa? Kune alikawia kidogo, kisha akasema, kwa kweli nilijifunza kuwa utajiri sio tu kuhusu pesa, ni kuhusu wajibu, imani na kuwa mkweli na wewe mwenyewe, lakini bado ninajaribu kuelewa maana yake yote. Antikimu alitabasamu kwa macho aliyojaa ufahamu Vizuri, kwa sababu hatua inayofuata katika safari yako inahitajika zaidi juu ya juhudi pekee. Itahitaji wewe kuelewa ni nani nao zinasimamia nini. Kunde alijisikia baridi ikipita mgongoni mwake. Kazi hii bado haijamalizika. Kunde aliondoka nyumbani kwa Antikim akiwa na hisia za wasiwasi zilizokuwa zikiongezeka. Maneno yake ya kutulia na kutilia mashaka yalirudia rudia akilini mwake: elewa wewe ni nani na unasimamia nini. Je, madam Beni alikusudia nini kwa kumtuma kufanya kazi hii?